Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru sana. Mheshimiwa mwenyekiti, wajibu wa kikatiba wa bunge hili ni kuisimamia na kuishauri serikali. Wajibu wa bunge sio kuishangilia au kuimba mapambio kwa serikali. Mheshimiwa mwenyekiti. Oda, oda, waheshimiwa. Kazi ya upinzani sio kupiga kila kitu waheshimiwa. Waheshimiwa usubirini, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wabunge, tuna hoja muhimu kwenye bunge letu leo. Nimetoa warning ya kwanza, na nikitoa warning natoa warning kwa bunge zima. Sasa nyewe mnakata nini? Nimesimama hapa sababu ya nini? Nataka mkafuturu saizi. Kwa hiyo, kwa hiyo natoa agizo tena, mchangiaji yeyote akichangia, achiwe achangie kwa namna kanuni zetu zinavyoelekeza asizomewe wala asisemwe. Hii natoadi nitamtoa mtu yeyote Mwenyelewa? Msitaki kuharibu kazi ya bunge na msitaki kuharibu azimio. Inawezekana wengine upande huu mmetumwa kuharibu azimio, kwa hiyo natwaonye tena huku Mheshimiwa Lissu, mpeni muda wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesema wajibu wa kikatiba wa bunge ni kuisimamia na kuishauri serikali sio kuisifia na kuiimbia mapambio. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili azimio sio azimio la bunge, ni azimio la wana CCM kumpongeza mwana mwenyekiti wao wa CCM. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenyekiti kama sisi sio wanafiki kama wabunge wa bunge hili sio wanafiki, basi kwa vile mnataka tum, tumsifu Magufuli kwa kuunda kamati, tuanze na rais Benjamin Mkapa aliyeunda kamati, aliyeunda kamati ya jenerali Mboma, aliyeunda kamati ya Dr. Kipokola, aliyeunda kamati ya Dr. Bukuku. Kama sisi sio wanafiki, Mheshimiwa mwenyekiti, tuende kwa Kikwete aliyeunda kamati ya Laumasha akaunda kamati ya Mark Bomani, kama sisi sio wanafiki. Lakini kwa sababu ni wanafiki, hatuko tayari hata kusema kwa Mheshimiwa Lissu, mheshimiwa Lissu, nakuomba sidhani kama ni jambo muhimu kuchangia na kutupia maneno kwa bunge, na kanuni zetu zinakataza unatumia lugha ya kuudhi, lakini vile vile unatumia lugha ya kuwatuhumu wa bunge wenzio ambayo sio sahihi kwa mujibu wa kanuni zetu. Toa changia tu mjadala wako, huna haja kuambia watu wanafiki una haja kuwatukana watu sababu kanuni zetu haziruhusu. Jielekeze kwenye kanuni, na wewe ni mwanasheria mzuri tu. Sheria hizi zimetungwa na bunge letu na wewe ukiwemo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi tunavyozungumza tuna, huyu tunayeambiwa amethubutu mikataba yote ya madini anayoita ya wizi bado ipo, hakuna uliobadilishwa hata mmoja, hivi tunavyozungumza hivi tunavyozungumza, sheria zote, sheria zote ambazo zimetungwa miaka yote hii ambazo zimetuleta hapa tulipo, hakuna iliyoguswa hata moja hivi tunavyozungumza. Tunavyozungumza taarifa, mheshimiwa mwenyekiti, taarifa, taarifa, mheshimiwa mwenyekiti, hapo chimbwa Geita yanasafirishwa ligwa kachini hivi tunavyozungumza asilimia mia moja ya dhahabu inayochimbwa North Mara Tarime inasafirishwa nje kupitia kiwanja cha ndege cha Kewanja Tarime. asilimia 95 ya dhahabu ya Bulyangulu inasafirishwa nje kutokea kiwanja Bulyangulu. asilimia 95 ya dhahabu ya Buzwagi inasafirishwa kutoka Buzwagi. Alichofanya raisi ni kuzuia mapanki wakati minofu inakwenda Mheshimiwa mwenyekiti, for the record, naomba niseme hizo kamati mbili za Profesa Mruma na Profesa Osoro ni professorio rubbish. Ni uongo, uongo, uongo. Mheshimiwa, Mheshimiwa Lisu kaa chini. Waheshimiwa, Mheshimiwa Lisu muda wako umekwisha, lakini na lugha unazotumia bungeni sio sahihi. Kwa hiyo naomba jina hilo rubbish ulifute, please. Changia hoja zako, kiti kitakuruhusu uchangie hoja. Huwezi ukazungumza vitu kama hivyo, lugha ambazo si za kistaarabu ndani ya bunge. Kwa hiyo nakuomba ufute hilo neno lako mheshimiwa. Na mwenyekiti nashukuru sana, nakushukuru sana. Taarifa mbili zilizotolewa na Profesa mruma na Profesa osoro hazina utaalamu wowote haziwezi kasimama mahali popote. Asante asante. muda wako umekwisha.